Hivi ndio vyakula uh, vyenye uwezo wa kuondoa minyoo na vijidudu tumboni. Namba moja, tunasema ni kitunguu uh, kitunguu saumu. Kwa nini kitunguu saumu? Kitunguu saumu kina allicin ambayo inasaidia kuua kabisa minyoo na kuzuia kuenea kwao. Namba mbili ni karafuu, usiache kutumia karafuu na kemikali zinazoharibu minyoo na kuzuia kuenea moja kwa moja tumboni. Namba tatu ni papai. Papai bichi, enzyme ya papaini ni nasaidia kuharibu minyoo tumboni. Hakikisha unatumia papai bichi, ndio maana hata watu vidonda vya tumbo, papai bichi huwa linawasaidia. Namba nne tunasema aa, ni tunasema ni maji ya nazi. Maji ya nazi ambayo tunasema ni coconuts ni nzuri sana, ukiendelea kutumia maji ya nazi mara kwa mara, unaondoa uh, wadudu ya tumboni. Ndimu au limao, ukamlia kwenye maji ya vuguvugu, basi huweza kunywa, itakusaidia kuondokana na minyoo, lakini pia usiache kutumia karoti. Je, wewe huo unatumia nini kuondokana na minyoo tumboni? Kama una swali, karibu Dr. Jimmy yuko hapa kukuhakikishia afya yako inaimarika. Karibu.